Mata, sakatel. Karibu katika sehemu ya nne. Tunaendelea pale tulipoishia sehemu iliyopita. Kabla sijaanza sehemu hii ya nne, hebu kwanza like kisha ni follow au subscribe. Halafu niandikie kwenye sehemu ya comment kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako mpaka sasa. Okay, tuanze. Simulizi yetu ya kusisimua inaendelea huku Reino akiwa amenaswa katika mtego wa uongo wake mwenyewe. Ombi la Mfalme Saka lilikuwa gumu na la kikatili, sadaka ya damu au maisha ya mke wake. Mjumbe wa Mfalme Saka, jini mrefu aliyevaa silaha za fedha, anayejulikana kama Malik, alisimama katikati ya sebule, huku upanga wake wa nuru ukimulika Reino. Muda unakwenda chagua. Sasa ni mkeo aliyekupenda, au ni mtoto uliyemlea? Raino alimtazama Kabula, ambaye sasa alikuwa na machozi ya kibinadamu yakimtoka, kisha akamtazama Saka mdogo, mtoto asiye na hatia aliyekuwa amekumbatia miguu yake kwa hofu. Siwezi kutoa hata mmoja, Raino alisema kwa sauti ya kukata tamaa. Alivua ile pete ya dhahabu na kuinyosha mbele. Mimi ndiye niliyedanganya mimi ndiye niliyeiba. Nichukueni mimi, nipelekeni ujinini, nifungwe minyororo maisha yangu yote, lakini iacheni ya familia yangu. Malik alicheka kwa sauti ya kishindo. Binadamu, roho yako haina thamani ya kufidia pete ya Suleiman. Thamani ya pete hii ni damu ya kifalme pekee. Hairati aliyekuwa akitazama pembeni alipiga hatua mbele, alikuwa na tabasamu la siri. Malik, kuna njia nyingine badala ya kuchukua mmoja wao kwa nini tusiwape mtihani wa bonde la Sahau? Ikiwa Reino ataweza kuifikisha pete hii kwenye madhabahu ya bahari bila kutumia nguvu zake, basi mfalme atamsamehe. Malkia alinyamaza kidogo, akifikiria. Bonde la Sahau ni mahali ambapo kila binadamu hupoteza kumbukumbu -kumbu zake. Ukishindwa, utabaki huko ukizunguka kama mwenda wazimu milele. Reino alikubali bila kusita. Nitafanya hivyo. Kabula alimshika mkono Reino, siwezi kukuacha uende peke yako. Nitakuja nawe hata kama sina tena nguvu za kijini, mimi ndiye anayejua njia. Usiku huo huo Reino na Kabula walielekea ufukweni mwa bahari ya Hindi. Kwa kutumia nguvu ya mwisho ya pete, walitengeneza njia ya hewa ndani ya maji na kushuka chini kabisa sehemu ambayo jua halijawahi kufika. Walipofika kwenye mlango wa bonde la Sahau, harufu ya kifo na usahaulifu ilitanda. Reino alianza kusahau jina lake, alianza kusahau sura ya Saka mdogo. Reino, nitazame mimi, huku akimshika uso. Mimi ni Kabula, kumbuka upendo wetu wa makaburini, kumbuka lifti ya bodaboda. Katika wakati huo, Zaraka alitokea ghafla kutoka kwenye kivuli cha miamba. Zaraka alijua kuwa ikiwa Raino atashindwa, pete itabaki hapo bondeni na yeye Zaraka ataiweza kuichukua kwa urahisi. Niishie hapa, binadamu. Zaraka alirusha mkuki wa giza uliomjeruhi Raino begani. Licha ya kuwa binadamu, Kabula aliona mume wake akiumia. Hasira ya ajabu ilimlipuka. Ingawa alikuwa amepoteza uchawi wake, hakuwa amepoteza asili yake ya kifalme. Alisimama mbele ya Raino na kutoa sauti kubwa ya kingurumo, sauti iliyotikisa sakafu ya bahari. Mimi ni binti wa Mfalme Saka, hata bila uchawi, damu yangu ni amuri kwa maji haya. Maajabu yalitokea. Maji ya bahari yalianza kuzunguka kwa kasi na kumfungia Zaraka ndani ya doroma ya maji, vortex. Zaraka alipiga kelele akivutwa kuelekea kwenye shimo la giza la bahari kuu. Reino akipata nguvu kutokana na ujasiri wa mke wake, alijikokota mpaka kwenye madhabahu na kuiweka pete. Mara tu pete ilipogusa madhabahu, mwanga mkali wa dhahabu ulitanda kote na kumbukumbu kumbu za Raino zikarudi kwa kishindo. Mfalme Saka alitokea mbele yao, safari hii akiwa na sura ya upole. Alimtazama binti yake. Raino, umeonyesha kuwa upendo wako kwa Kabula ni mkubwa kuliko tamaa ya mali. Pete imerudi nyumbani. Mfalme Saka alinyoosha mkono na kumgusa Raino begani, akimponya jeraha lake. Nenda duniani, ishi maisha yako, lakini kumbuka, Saka mdogo ana kazi kubwa ya kufanya siku za mbele. Ulimwengu wa majini na wa binadamu utategemea hekima yake. Reino na Kabula walirudi nyumbani kwao Dar es Salaam. Maisha yalianza kurudi kuwa ya kawaida, bila pete, bila uchawi, ni bidii yao tu. Reino alirudia biashara zake za kawaida, na Kabula akawa mwanamke maarufu kwa kusaidia wanawake wanaoishi mazingira magumu. Lakini siku moja, Saka mdogo alikuwa amekaa sebuleni akichora picha. Reino alipopita na kutazama picha lile, alistuka. Mtoto alikuwa amechora sura ya Hairati na chini ya mchoro huo kulikuwa na maandishi yanayosema, Shangazi amesema sasa ni zamu yangu kuvaa pete. Reino aligeuka kumtafuta Saka mdogo lakini akakuta chumba kikiwa tupu huku harufu ya mwani ikitanda na mlango wa nyumba hiyo ukiwa uko wazi kuelekea baharini. Nini kimetokea kwa Saka mdogo? Raino alipogundua Saka mdogo ametoweka, hakuchelewa, alijua Hairati amemchukua mtoto huyo hadi kwenye kisiwa cha mapango saba, mahali ambapo mipaka kati ya dunia na ujinini ni membamba sana. Kabula, licha ya kuwa binadamu, alihisi mnyonyoro wa damu ukimvuta kuelekea huko. Raino, Kabula alisema huku akitetemeka, Hairati hataki tu pete, anataka kutumia damu ya Saka mdogo kufungua lango la ufalme wa kale ili yeye awe malkia wa majini na binadamu. Tukishindwa usiku wa leo, ulimwengu utaingia kwenye giza la milele bila pete wala uchawi. Raino alichukua silaha moja tu, imani na upendo. Walikodi boti na kuelekea katikati ya bahari saa nane usiku. Walipofika kisiwani walimkuta Hairati akiwa amemsimamisha Saka mdogo katikati ya duara la moto wa kijani. Hairati alikuwa akikarili maneno ya kale, na macho ya yule mtoto yalianza kutoa mwanga wa kutisha. Roho ya Zaraka ilikuwa inaanza kupenya kupitia mwili wa mtoto huyo. Simama hapo! Alipiga kelele akishuka kwenye boti. Hairati alicheka kwa dharau. Mwanadamu dhaifu, unakuja hapa bila pete mwanadamu dhaifu, unakuja hapa bila pete, unakuja hapa na mwanamke aliyepoteza nguvu zake kwa sababu ya tamaa ya ngono na binadamu. Leo mtakufa wote. Hairati alinyoosha mkono wake, na mawimbi makubwa ya maji yalianza kuwapiga Raino na Kabula, yakitaka kuwazamisha. Katika dakika ile ya kukata tamaa, Kabula alikumbuka kitu ambacho baba yake alimwambia zamani: nguvu ya kweli ya jini haipo kwenye pete bali ipo kwenye dhabihu ya nafsi. Kabula alimshika mkono Raino. Raino, ni busu kwa mara ya mwisho, nitatoa sehemu ya mwisho ya uhai wa kijini gene essence, iliyobaki ndani ya moyo wangu. Hii itanifanya nizeeke haraka na kuwa mwanamke mzeo sana, lakini itakupa wewe nguvu ya kumlinda mwanao. Raino alikataa hapana, Kabula utapoteza uzuri wako na ujana wako Uzuri hauna maana kama mwanetu atakuwa shetani, Kabula alisisitiza. Walibusiana busu la dhati, na ghafla mwanga mweupe ulitoka mwilini mwa Kabula na kuingia mwilini mwa Raino. Nywele za Kabula zilianza kuwa nyeupe na ngozi yake ilianza kupata makunyanzi, lakini macho yake yalibaki na upendo ule ule. Raino akiwa na nguvu ile ya dhabihu, alikimbia katikati ya moto wa kijani, hakuhisi maumivu. Alimvuta Saka mdogo kutoka kwenye lile duara. Zaraka, aliyekuwa akijaribu kuingia duniani, alipiga kelele ya maumivu kwani muungano ulikatika. Hairati alijaribu kumshambulia Raino lakini ghafla ardhi ilipasuka. Mfalme Saka alitokea mwenyewe akiwa na hasira ya mwisho. Hairati! Umevuka mipaka ya ufalme wangu. Mfalme Saka alitumia fimbo yake ya kifalme na kumgeuza Hairati kuwa sanamu ya chumvi itakayobaki kisiwani hapo milele kama onyo. Zaraka alirudishwa kwenye shimo la giza ambako hatatoka tena. Mfalme Saka alimtazama binti yake Kabula, ambaye sasa alikuwa mwanamke mzee wa miaka kama sabini na Raino aliyekuwa akimkumbatia mke wake kwa mapenzi makubwa licha ya mabadiliko yake. Raino, Mfalme Saka alisema, umeonyesha kuwa mwanadamu anaweza kupenda kuliko jini. Nawe Kabula, umetoa kila kitu kwa ajili ya familia yako. Kwa dhabihu hii, nawaachia zawadi ya mwisho. Mfalme alipuuza pumzi ya uhai. Uzuri wa Kabula haukurudi kama mwanzo, lakini alirudi kuwa mwanamke wa umri wa makati anayeendana na Raino. Nguvu zote za kijini ndani ya Saka mdogo zilifutwa kabisa na akawa mwanadamu wa kawaida asiyejua lolote kuhusu ujinini. Mfalme alichukua pete ya Suleiman na kutoweka nayo baharini milele. Raino na Kabula walirudi nyumbani kwao. Waliuza mjengo wa kifahari na kuhamia kijijini. Mbali na vurugu za jiji na vishawishi vya utajiri wa haraka. Raino alifungua duka dogo la mahitaji, na Kabula akawa mama wa nyumbani mwenye furaha. Saka mdogo alikuwa na kuwa kijana mwema, akiamini kuwa yeye ni mtoto wa kawaida wa Raino na Kabula. Siri ya asili yake ilizikwa baharini. Kila usiku wa mwezi mpevu, Raino na Kabula huketi ufukeni wakitazama mawimbi wanajua kuwa chini ya maji yale kuna ulimwengu mwingine, lakini kwao, ulimwengu wa binadamu wenye upendo wa kweli ndiyo ufalme kuu kuliko yote. Huu ndiyo mwisho wa simulizi yetu ya kusisimua. Asante kwa kufuatilia simulizi hii tangu mwanzo mpaka mwisho. Tunatumaini umeburudika na kujifunza kitu kuhusu nguvu ya upendo na dhabihu. Mtunzi na mwandaiji wa simulizi hii ni King Rino MC Seba. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii ya King Swahili Recaps kwa ajili ya simulizi nyingine nyingi za kusisimua na kushtua. Gonga kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo wa hadithi mpya zitakazokuja hivi karibuni. Mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri.